Kina mama wote walioko hapa, mimi nasema kina mama wote ni mama zangu. Mtoto wangu mdogo wa kike a Tanzania, wanamwita mama. Sasa pale yumbani, kaka anasema we, kila mtu anamwita mama, mama anamwita mama, Tanzania wanamwita mama, Bibi anamwita mama. Kwangu mimi kila mwanamke ni nani? Mama. Kwa hiyo mimi nimesimama mbele ya mama zangu hapa, naheshimu wanawake, a naataakabu namosham, naheshimu sana wanawake, naheshimu wanawake, naheshimu mama yangu, naheshimu mke wangu. Kwa hiyo nataka nafasimaisha, na mara nyingi nimepata nafasi kuzungumza na wanawake, apainafai kuzungumza na kina mama kama hivi mara kwa mara kadhaa atifani kama kuna mtu alikuwepo, anajua alizungumza na akina mama pale. Lakini nilikuwa na kiu ya kuzungumza na kuzungumza na akina mama kila na na akina mama alikuwepo pale, tulizungumza. Kwa hiyo napenda kuongea na akina mama kwa sababu naamini kwamba mama ndio ushina au chimbuko la mabadiliko ya wa mwanadamu. Wanasema ukimsaidia mwanamke umesaidia familia. Saidia familia kusaidia jamii. Na kusaidia jamii kumesaidia taifa, si ndio? Na baadaye tumesaidia ulimwengu mzima. Kitu kikubwa ni kwamba usisikilize mambo kwa afaka yaacha pale pale. Hautabadilika. Na fahamu watu ambao kila semina na wafanya wanakuwepo kwa maisha yao wanakuwa bado haibadiliki. Na mwita na mweza wewe kila semina yangu huko lakini mbona wana bado maisha yako kwa vile? Anapenda kusikiliza. Kuna watu ambao wanapenda kufanya nini? Enjoy kusikiliza ok, akiambiwa, akicheka kidogo, nafurahi, anapata entertainment hapa. Au nyumbani? Hatutaki entertainment, hatujaja hapa kumpa mtu entertainment au kumrudisha mtu. Tuko kwenye serious mission ya kubadilisha taifa. Kwa miaka kumi na saba nimefanya kazi ya kuzungumza na watu. Niko kwenye serious mission ya kupambana na umaskini kwa nguvu zangu zote Nimekuja kwa sababu najua kuna mtu mahali fulani amekaa hapa, maisha yake yanaweza kubadilika. Naweza akawa sina uwezo wa kumbadilisha kila mtu, lakini yuko mtu ambaye maisha yake yatakuwa sawa kuanzia leo. Amen. yuko mtu anasikiliza mahali hapa, yupo mtu. Huyo ni wewe, ni wewe. Pengine ungekuwa masikini kabisa ni kwa kusikiliza na wasema hapa maisha yako yatabadilika kuanzia leo. Mzee wangu ni maskini mkubwa. Maskini mkubwa, maskini wa kutubu. Ufika isijui wenzangu hapa wametokea hapa, lakini naweza kudhani kwamba wewe unapata shida sana, lakini kuna watu wanapata shida zaidi yako, si ndio, ndugu zangu? Lakini ninachokifahamu mimi kuhusu maisha yangu kwamba kwa haiwezekani mimi eti leo nikaaminiwa kushika mikrofoni kuongea na u anasema babu yangu akifufuka leo kuta naongea na watu atakufa tena. <laughs> Atakupata mshtuko sana hapa, atakufa tena kwa sababu anasema, huyo mjinga watu wanamsikiliza. Historia ilikuwa ngumu sana m inatosha. Siku yote uko nyumbani, ukiona mkwama unakata tamaa, ikumbuke tu, alafu tapata ya kuendelea. Nataka kusema hivi, endelea kuwa mwaminifu, endelea kuwa kila ambacho kimeandikwa jina kitakuja jina lako kitakujaatauwashuda. Hazungumza mingi sana, nataka kuzungumza juu ya ushuhuda wa mwanamke mmoja. Mwanamke mmoja nataka leo nimzungumzie, mama nimzungumzie mama, ili akina mama wengi walioko hapa wajifunze kutoka kwa mama yao. Nizungumze na wanawake, nataka nishie na nyinyi juu ya mama yangu, alafu kuna somo mjifunze. Historia ya mama welezeni juu ya mama Asteria mwanamke nimempenda pengine kuliko wanawake wengine wote wa ulimwengu nampenda baba yangu mpaka baba yangu alikuwa anajua na kuna wakati baba yangu alikuwa analalamika watoto wangu mimi wanampenda sana mama yao kuliko wanampenda mimi. na ninajua na ninaona na, na kuna wakati roho

Kumbuka nivyokuwa mdogo, mamangu wanaamka kila siku saa tisa usiku, vitumbua vimeumuka. Unajua kuumuka vitumbua huwa vinaumuka unga, halafu naweza kutengeneza vitumbua mpaka asubuhi, kila siku tangu nikiwa mdogo. Saa tisa unga unaumuka, saa tisa wangakana milawalemi, saa tisa unaumuka wafanyakazi wa Matrix wanakaaga hivi wanatoka wanatoka asubuhi shift ya usiku, kuna kingora kinalia asubuhi. Kwa tunapanga fedha pale, tunapeleka tunapeleka kitumbua, wengine wabeba majiko, wengine wabeba chai, mimi nabeba vitumbua vya mama. Tunavipeleka pale, tunamwacha pale anauza, sisi tunaenda shuleni. Ni bidii, shule ya msingi. Kile kikango kinaitwa kinaitwa kikango cha kuna mira ambayo inaoneka kumua ume akitoka kuuza vitumbua, anaenda mabatini kumepeta pumba, akipata zile chenga anatengeneza vitumbua, mimi na ndugu zangu tunakula kila siku. akizungumza a ni kitu kibaya, watu hawaheshimu kwa sababu sisi ni fukara, watu hawaheshimu. Wa man makoa yamefariki, nimeenda kwenye msiba, mama yangu amekaa chini, usichana wadogo dogo amekaa kwenye viti, amevaa kanga. Unajua, kanga zikiisha huwa unajeuza alia. Mwalimu, wanaotoka kijijini wanaelewa ninachozungumza kanga inachanika hapa auna viu jeuze, alafu vya mnene akfunga haifiki tena kitikati, ni mchafu amekaa chini, mabinti wamekaa kwenye viti, hakuna mambo mweshimamaosaamaskini umaskini ni mbaya. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu Joni, mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara kila sehemu, ila safari hii nikapanga nimwoneshe weita. Alipofika na bili, ilikuwa ni taimu ya kutumia mkwanja wao. Chef, vipi? Pesa ni Mpesa. <laughs> Nilidhani mimi ndo mjanja, kumbe washikaji walinizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa. Kama kulikuwa na kitu na kisubiri kwa hamu michezoni, siku ya Jumapili, sasa kimewadia, ni Sports Extra. Gazeti la michezo lenye habari za kipekee za mpira wa miguu katika soka la bongo na kimataifa na michezo yote uipendayo, ni gazeti ambalo hujawahi kuliona hapa nchini Tanzania Sports Extra. Sports Extra. Ni gazeti jipya la michezo linaloendeshwa na jopo la waandishi magwiji wa michezo nchini Tanzania. Liko mtaani sasa, kuanzia juma pili ya Disemba kumi na saba elfu mbili kumi na saba kwa shilingi mia tano tu. Amka na gazeti la Sports Extra juma pili hii na kila juma pili, limeletwa kuziba pengo lililopo katika magazeti ya michezo siku hiyo. Kumbuka Sports Extra. Extra. kuwa mtaani kila Jumapili kwa shilingi mia tano tu. kili, kili, kili, kili, kili, kili, kili, kili.